Ya, mimi kwa majina ninaitwa George Onyango Daniel ni afisa sheria kutoka katika Wizara ya Katiba na Sheria ambaye ni miongoni mwa timu hii ya Mama Samia Legal Aid. Uh, mnamo tarehe ilikuwa tarehe mbili siku ya Jumapili wakati natekeleza majukumu yangu ya kupokea uh, wateja au wananchi wenye malalamiko kwenye meza yangu uh, ilitokea wananchi waliokuwa wanalalamikia mgogoro wa familia yao ambayo imebesi kwenye masuala ya mirathi. Baada ya kuwapokea wakiongozwa na Dada Adera ambaye pia ameshaongea hapa, tuliwasikiliza kwa makini, kwa sababu ilikuwa ni upande moja na wao. Malalamiko yao makubwa ni kwamba eneo lao la urithi ya Mzee Nathan Molel ambao waligawiwa kwa mujibu wa msimamizi wa mirathi ambaye alikuwa ni dada Juliana, kwamba hawakuwahi kupewa hilo eneo. Kwa hiyo uh, uamuzi wa mahakama ilitoka mwaka 2015 juu ya mgawanyo huo, kwa hiyo kuanzia kipindi chochote mpaka sasa hivi walikuwa hawajawahi kugawiwa wala kuoneshwa kwa. Unaweza kuona ni mgogoro uliodumu zaidi ya miaka kumi, na walisema wamekuwa wakienda katika ngazi mbalimbali mbali, lakini bado walikuwa wajafikia mwafaka wa utatuzi wa mgogoro ule. Aa, mimi pamoja na timu yangu alikuwepo wakili msomi wa halmashauri, mwanasheria wa serikali wa halmashauri ya jiji la Arusha, Bwana Idi Dabona, tuliunda timu ndogo kwa ajili ya kutatuzi wa mgogoro huu. Alikuwepo bwana mmoja aliyetoka katika ofisi ya ardhi na afisa mtendaji wa kata ya Muriat na mheshimiwa diwani, kwa pamoja tulienda pamoja na afisa tarafa, jina nimemsahau. Tulienda mpaka nyumbani kwa mama Juliana, maanake alikuwa anauma, siweza kufika hapa. Na tukamuuliza, kabla ya kwenda kwake, tulipitia site kuona ileo la mgogoro je, lipo na hatimaye tuliliona. Kwa hiyo tulivyomuuliza, hali ilikuwa ni tete wa pande zote kwenye hii familia, lakini tulitumia nafasi yetu ya ushauri na tukawashauri Juliana, tulishauri na akaelewa uzito wa tatizo japo mwanzo ilikuwa ni vigumu. Na hii familia pia walalamikaji pia tukawakutanisha pamoja kwa ajili ya kuwashauri kutatua ule mgogoro. Lakini kimsingi kwa kifupi, ni kwamba baada ya kushauriana na kupita katika hizo nyanja zote, tunamshukuru Mungu kwamba pande zote wamekubali kusuluhishana kwa mgogoro. Kwa tumesuluhishana, wametoa ofa pande upande huu watafidiana nini, na hatimaye wameridhiana. Tuwezi tukakusema kiwango ambacho wamekubaliana, maanake sasa hiyo baki ni siri ya familia. Lakini wameridhiana na kwa msingi wa utekelezaji wa walichokubaliana na kuridhiana, nitamkaribisha uh, wakili mwenzangu ambaye tumeshirikiana ili aweze kuelezea kilicho namna walivyokubaliana na utekelezaji na muda wa utekelezaji walichokubaliana. Lakini kwa msingi ni kwamba ile familia sasa tumerejesha amani manake, kile ambacho kwa sababu pande zote wamekubaliana, tunaamini watatekeleza kama walivyofanya nini, walivyokubaliana. Kwa hiyo tunashukuru sana, na sisi pia kama timu ya mawakili tunashukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kusimamia hili zoezi, manake hili ni jambo lake, sisi tunafanya kwa niaba yake. Mimi naitwa Idi Ndabona, ni wakili wa serikali lakini pia ni mkuu wa kitengo cha huduma za sheria halmashauri ya jiji la Arusha. Kwa kweli na mimi kama alivyosema wakili mwenzangu niungane naye kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia kumshukuru Mheshimiwa Rais na Wizara ya Katiba na Sheria, kwa sababu kuja kwenu kumetuwezesha kutatua migogoro ambayo mingine ilikuwa ya muda mrefu, niseme ambayo ilikuwa imeshatushinda, na baadhi ya wananchi walikuwa tayari kama vile wamepoteza imani kwamba migogoro hiyo haitaisha. Kwa, kwa mgogoro huu ambao tumeutatua Uh, makubaliano ni kwamba wale wanafamilia uh, ya Juliana ambaye ndio aliyekuwa msimamizi wa mirathi, na kwa bahati mbaya akawa ameshindwa kuigawa ile mirathi kwa wahusika, na akawa ameuza yale mashamba ya mirathi ambayo alitakiwa wape wahusika uh, yeye pamoja na wale wote walionunua wamekubaliana kwa pamoja kwamba watashirikiana katika kuhakikisha kwamba wanawafidia wale walengwa wa mirathi, na utaratibu ni kwamba wamefungua akaunti ya pamoja. Na hilo pia tunawashukuru wenzetu wa NMB ambao walikuwa maeneo ya karibu, kwa hiyo wakati wa kutatua mgogoro tukawaita, wametusaidia kufungua akaunti. Wamefungua akaunti ambayo signatories wake hawawezi kutoa pesa mpaka wawe wote na tumekubaliana na hiyo, tumeweka kwenye mkataba kwamba ndani ya miezi mitatu fedha zote ziwe zimechangwa na zimepatikana, alafu ofisi ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na ofisi ya katibu tawala wa, wa wilaya pamoja na ofisi ya mkurugenzi wa jiji, basi kwa pamoja, kwa kuwahusisha pia viongozi wa ngazi za chini, kwa maana ya afisa tarafa na afisa mtendaji wa kata, basi tuta shiriki katika kuhakikisha kwamba kila mmoja wa warithi anapata mgao wake, na utaratibu fedha zitakavyopatikana, msimamizi wa mirathi uh, naye atakuwa na wajibu wa kugawa fedha zile kwa warithi wengine kwenye familia yake, kwa sababu zile familia ziko tano, lakini katika kila familia kuna mwakilishi, kuna ambazo zina msimamizi wa mirathi na kuna nyingine ambazo tu, wameteua mmoja wa watoto kuwa msimamizi wa wengine, lakini kama uh, watumishi wa umma tuliopewa dhamana ya kusimamia mgogoro huu, sasa tutahakikisha kwamba kila mrithi amepata haki yake.